Naam, mtazamaji, natumai mzima popote ulipo, na karibu tena katika YouTube chaneli yetu, kituo nambari moja kinachozidi kukuletea taarifa za siasa nchini Kenya. Naam mtazamaji, leo hii, hatimaye mbunge wa Embakasi Mashariki, Mheshimiwa Babu Owino, ameweza kuvunja ukimya kwa mara ya kwanza na kuzungumzia ushirikiano wake pamoja na Mheshimiwa Ndindi Nyoro katika uchaguzi wa Agosti mwaka 2027 bili. Hatua hii imeweza kuvutia idadi kubwa ya wananchi wa Kenya. Ila mtazamaji, kwanza kabisa, ningependa nikushukuru wewe hapo ambao unazidi kutupa support katika YouTube channel yetu kwa kusubscribe na kulike na kushare video zetu. Iwapo mara ya kwanza kupatana na video zetu mtazamaji, ni vema uweze kusubscribe katika channel hii, like comment na kushare kwa video zetu naam no. Mtazamaji, leo hii Mheshimiwa Babu Owino ameweza kuweka hadharani kwamba yeye pamoja na mbunge wa Embakasi Mashariki, yeye akiwa mbunge wa Embakasi Mashariki pamoja na Mheshimiwa Ndindi Nyoro yupo tayari kwa nia ya kiti cha urais, hatua ambayo imeweza kuvutia idadi kubwa ananje Kenya na kusababisha wakenya wengi kutoa maoni yao kuhusiana na kauli yake mheshimiwa Babu Owino ambayo imeweza kupendeza wengi mtazamaji, ila kuna baadhi ya wakenya ambao wameweza kupinga hatua wa hii na kumwomba mheshimiwa Babu Owino aweze kuungana na mheshimiwa Rigathi Gashagwa, mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa kumsaidia mheshimiwa Fred Matiang'i kukabidhiana na mheshimiwa Rais William Ruto, na iwapo hilo litaweza kufanikiwa, hivyo basi ushirikiano wake mheshimiwa Ndindi Nyoro pamoja na babu Owino uweze kuonekana mwaka elfu mbili na thelathini na mbili, itakuwa wakati sahihi kwa viongozi hawa wawili kuwania nafasi hiyo ya urais. Je, mtazamaji wa mtazamo wako ni upi? Ni vyema kwake mheshimiwa babu Owino hivi sasa kuwania kiti cha urais kwa uchaguzi mbili wa Agosti mwaka elfu mbili ishirini na saba? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment comment section, subscribe, like, comment na kushare video zetu.